Unapotaka kupambana vita vya kiroho usiang'ang'ane na kukemea. Kuna wakati jirudishe nyuma, tathmini juu ya maisha yako, tafakari namna unavyoenenda. Kwenye kitabu cha Agai anasema zitafakarini njia zenu. Kuna saa, tafakari njia zako, yani acha ambavyo watu wanakuona wanaweza wasiwe sana kwenye maisha. Kuna mambo mawili, kuna kupotea alafu kuna kupotoka. Mtu anayepotea ni rahisi kuonekana amepotea, kwa sababu tutamwona yuko nje ya njia, na kurudi huwa ni rahisi pia. Mtu anayepotoka, maana yake yeye anapotea, wakati mwingine hata yeye mwenyewe hajui kama amepotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Au anafika mahali anajiona, hapa nimeshapotea. Wengine hawaoni kama amepotea na bahati mbaya anakuja kukumbuka amepotea au anatambua amepotea, yuko kwenye eneo ambalo kuendelea ni hatari, kurudi ni mbali.